Habari mpenzi mtazamaji wa Ahmed Ali TV niko hapa kukuangazia habari mbalimbali kuhusiana na soka nchini Tanzania. E bwana e, Joshua Mutale amekuja kivingine. Ameahidi pia kumuweka Kip Dennis bench. Na hii ni kutokana na performance yake kuwa nzuri na kuweza kufanya vizuri sana kwenye game mbili zilizopita. Alianza kwenye game kati ya Simba Sports Club pamoja na JKT Tanzania ambapo Joshua Mutale aliuwasha moto isivyo kawaida na tukafanikiwa kutoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri, lakini pia ushindi kati ya Simba Sports Club pamoja na Pambajiji ambapo ilitoka kwa magoli matano kwa moja. Na Joshua Mtale alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walifanya vizuri sana kwenye mchezo huo wa Simba Sports Club pamoja na Pamba Jiji. Na hii ndiyo sababu inayofanya Joshua Mutale kubaki Simba. Na huyu ndiyo Joshua Mtale ambaye alisajiliwa na tulitegemea kupata makubwa kutoka kwake. E bwanae, Simba nguvu moja. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Na hii itakufanya wewe kuwa wa kwanza kupata habari zetu kutoka vyanzo vinavyoaminika. Asante.